nini kuchukua nguo kadhaa. Ushaona bwana, kuna nini. Kiatu unava namba ngapi? unava namba nane, nane na nusu au tisa? ya taangalia saluni vipi, kwenda kunyoa so leo so so so yaminipo yeah, so so kota organize, kesho keshokutwa. Haya, poa kolo, mi ndakupa nguo kazatu, nitaangalia nguo kama zinakutosha, afu na nini yeah, yeah, yeah. poaautna <laughs> kakubali kuputa, akubali anavuta <laughs>

kost ya juu ya jicho kwa sababu gani mpaka mtu akupiga chupa jicho? Yani ndo sababu unataka ni juu, yani ndo kubwa, ndio tunazunguka kana juu sababu

watu wanaongea tu lakini, aa unapoiona naza kutokea balaa, au sio bwana? Ukashindwa kitu gani cha kuongea, unasikia bwana, ukapata kibalaa Dar es Salaam pale pale pale, kwetu kwa mtaani, kuna mtu mmoja nampumguao mdogo sana na mtu mmoja aitwa Makonde, jamaa aashs au watu wanaenda kukuta pofu aasakulani jamaa

a anapiga sasa hivi unapiga button na chupa. Sema, angalia kansa mwanangu bro. Ah.